Mimi Kagera kule nyumbani kwangu sio mbali sana na Kongo. Hapa tunapozungumza na watu wa Bukavu ambao wako naongea nao moja kwa moja, tatizo la kule ni kwamba, yaani tatizo linakuja kwamba kule wanapoweka vikundi vinavyopigana, ninyi mnasikia M23, sio M23 peke yake, viko vingi. Kimsingi kule wazungu walifanyaje? Kule kuna madini na madini yanachimbwa wakati wote, tangu Kongo itawaliwe na, na Wabelgiji kwa mateso makubwa. Sasa tangu pale vile vikundi, kuna migodi, kila mgodi una jeshi lake, ndege zinakuja zinachukua madini zinaondoka. Sasa utasikia kelele, Kagame ameuza madini ile. Mimi nasema lakini ya madini yameuzwa tangu King Leopold. Sasa ukiniuliza mimi, angalau Kagame tunajua kuna, kuna exchange pale, lakini sasa kwani unafikia kwamba yasipokuja Rwanda hayataondoka kwenda Ulaya? Na amesema juzi Kagame, nami namuunga mkono katika hili au wanaonunua madini ya Kongo ndio wanataka vurugu ziendelee kusudi wasiwajibike, kwa kujua Kinshasa haijajipanga.